Na msikilizaji, ni jumaa ya kwanza ya mwezi Aprili. Kwa moyo mkunjufu tukaribishe katika makala hii leo ya ukweli au uongo katika idhaa hii ya RFI Kiswahili. Kipindi hiki tunakifanya kwa ushirikiano na la Benevolencia na moja ya habari tunayoangazia ni dai kuwa utawala nchini Urusi umeondoa hitaji la viza kwa Waafrika wote. Aidha msikilizaji, tunaangazia sauti inayodai imetangazwa katika matangazo ya RFI kuhusu kiongozi wa waasi wa AFC mventua Onel Nanga. Wasiliana nasi kwenye nambari hii, anza na alama kujumlisha 254707888555. Jupiter Manyaka, habari ya jioni. Kwema kabisa, nashukuru. Na raha kwa kweli, upo vizuri. Fundo wa mitambo amefanya kitu vitali, Mgisho. Naam Jupiter na, um, na msikilizaji tukaribishe rasmi kwenye makala jioni hii. Lakini wakati huu Kremlin ikiendelea kuweka mbinu za kuwa na ushawishi barani Afrika dhidi ya nchi za magharibi, sasa kuna chapisho kwenye TikTok linadai Urusi imeondoa mahitaji ya viza kwa mataifa yote ya Afrika. Hili linapotosha kwa kweli, na ni nchi sita tu za Kiafrika zinazofurahia kuingia Urusi bila viza, na utawala nchini humo tangu mwaka 2023 haujazungumzia pendekezo la kuondoa viza kwa bara hilo. Maandishi kwenye video hii ya Machi kumi na tatu mwaka huu yanasoma hivi: nchi za magharibi zimeingiwa na wasiwasi huku Urusi ikitangaza kuondoa hitaji la viza kwa nchi zote za Kiafrika. Na sauti inayosikika kwenye video inarejelea tamko la hivi majuzi juzi kutoka kwa mwanadiplomasia wa Moscow Oleg Ozerov aliyenukuliwa akisema kwamba Urusi inaruhusu nchi sita kuingia nchini humo bila viza na imeanzisha mikakati sawa na hiyo kwa nchi zingine barani Afrika. Hapa naona mtumiaji mmoja aliandika hivi, wa Nigeria tafadhali msituharibie hili. Mwingine alisema wakati wa kuhamia Urusi. <laughs> mbona hivi wanajira tu ndio waliandikiwa? <laughs> ili nitawauliza. Lakini katika kuhakiki, tumefanya utafiti kwa kutumia maneno muhimu na hakuna taarifa ya hivi karibuni kutoka Urusi kuhusu hili, na kulingana na tovuti ya habari ya ubalozi wa Urusi, ni nchi sita tu za Kiafrika kati ya hamsini na nne ndizo zinazoingia bila viza. Ingati sita hizi ni zipi? Naona ni Namibia, Afrika Kusini, mm -hmm. Maurisha, Cape Verde, Botswana na Ushelisheli tukumbushe kwamba raia kutoka Namibia na Afrika Kusini wanaweza kukaa nchini Urusi bila viza kwa miezi mitatu, wakati wale kutoka Mauritius na Kepvad wakikaa kwa miezi miwili na wale kutoka Botswana na Ushelisheli wakikaa kwa mwezi mmoja pekee. Lakini maoni yanayohusishwa na Ozerov ni ya Septemba mwaka 2023 alipoliambia shirika la habari la Urusi TASS kwamba Mosco ilikuwa ikiweka juhudi za kuondoa viza kwa nchi zote za Afrika. Lakini pia tumkumbushe msikilizaji Jupita jioni hii kwamba kufikia Disemba mwaka 2023 mm -hmm. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi iliongeza nchi 11 mpya kwenye orodha ya nchi au raia wake wanaweza kupata viza moja ya kielektroniki. Na hizi nchi tatu kutoka Afrika ni Kenya, Eswatini na Zimbabwe, ambapo raia wanaweza kukaa ni siku kumi na sita ingati, baada ya kuzuru nchi hiyo mara moja tu. Msikilizaji, wewe usipotoshwe, Urusi haijaondoa viza kwa raia kutoka barani Afrika. Ukweli au uongo? Ikiwa ndio umetoka kazini, umerejea nyumbani jioni hii, kipindi wani ni ukweli au uongo. Idhaa ni RFI Kiswahili, mimi ni hilari Ngati na mwenzangu Jupiter Mayaka. Kwa sasa Mayaka, tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa sasa kuna sauti inayoambatanishwa na picha ya kiongozi wa waasi wa AFC M23 Corneille Nangaa, ikiwa pia na kinachodaiwa kuwa logo au nembo ya RFI. Sasa kulingana na wanaosambaza, wanadai kwamba ni tangazo la kujiondoa kwa nanga kutoka muungano wa AFC ambalo limetangazwa na idhaa yetu ya Kifaransa. Ujumbe huo unadai kuwa nanga alielezea masikitiko yake kwa jukumu lake katika kuunda muungano wa AFC Mventua na na rais wa Rwanda Paul Kagame. Na sauti hiyo inaendelea kusema kwamba nanga anatambua mateso ya raia yanayoendelea mashariki mwa nchi na na kuchukua jukumu lake kwa kuhusika na swala hilo la utovu wa usalama. Lakini inazidi kusema kwamba Nanga anajutia sana kuhusika kwake katika muungano huo na matokeo mabaya yaliyotokana na muungano huo. Aidha, Nanga anaonyesha masikitiko makubwa kuhusu kuundwa kwa muungano wa AFC na anawasilisha msamaha wa umma kwa watu wa Kongo, anajitenga na rais wa Rwanda Paul Kagame na kuomba msamaha wa rais ili kuchangia ujenzi wa taifa. Msikilizaji, tukujuze kwamba sauti hii imekarabatiwa kidijitali na haijatoka kwa kituo chetu mama cha RFI. Tukumbushe kwamba sauti za aina hii zinazodai ni za watangazaji wa RFI zimekuwa zikitumika kila mara kupotosha umma, haswa nchini DRC na kule Afrika Magharibi, Jupita. Na pia tulitembelea kurasa zote za RFI Kifaransa na hatukupata mahali popote ambapo sauti hiyo ilikuwa imetangazwa na wala haikupita kwenye RFI Kifaranza. Na Jupita, unakumbuka hapo ama majuma mawili yaliyopita tulikuwa na sauti nyingine kama hii ambayo ilikuwa inasambazwa kule mashariki mwa DRC mm -hmm. Ikisema kwamba imetoka kwa RFI lakini tukathibitisha tukapata kwamba haijatoka kule. mm -hmm. Kwa hivyo, msikilizaji, sauti kama hizi zimekuwa zikipitishwa sana na watu ambao wanataka kupotosha umma haswa kwenye mitandao za jamii. Kwa hivyo uwe makini na sauti yote ambayo unakutana nayo iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 2547788855. Bila shaka tuelekee katika kitengo chetu cha katuni, ambapo tunaungana naye mchora vibonzo maarufu kutoka Nairobi, mado Mado, habari ya jioni, na sababu ya muda umesonga sana na, salama kabisa hapa Nairobi. Uh, naam. Uh, ndio mtandao wa TikTok hufurahisha wengi kwa uwezo wake, uh, wa kusambaza video fupi fupi kwa mashabiki. Lakini hata hivyo pia hutumiwa vibaya na wale, uh, wenye nia mbovu, nia mbaya kabisa. Hivi basi, uh, tunapozungumza ninashughulikia mchoro unaohusu uh, chapisho linalodai Urusi imeondoa mahitaji ya viza kwa mataifa yote ya Afrika lolo <laughs> lo. Bara nzima, na huo ni uongo. Hizo ni habari za kupotosha. Uh, halaiki, karibu tuone mafuriko ya watu uh, kwenye mabalozi za Urusi hapa Afrika. Um, bara hili letu liko na mataifa 54 na ni nchi sita tu ambazo hazina mahitaji ya viza kusafiri Urusi na pia ni kwa muda. Haya basi, uh, ache uh, ni chore hayo tufanye kuwaelemesha wenzetu. Shukrani nyingi wenzangu. Basi nawe unaweza kupata kibonzo chake Mzee Mado ukitembelea wavuti wetu wa www rfi fr sw

Na gani ni habari ya bongo. Hii habari <guletano> ni ya bongo mtupu. Hey, ata chef wetu wa kijiji nali pana hii tangazo kwa radio kusema kama hii habari ni ya bongo. Samiri, niambi sasa ni ndio. Shukrani kwa kutuelimisha jinsi habari za kupotosha zinavyosambaa haraka sana mitandaoni. Na msikilizaji, katika shughuli zako za kila siku, ukitilia shaka picha, video au sauti, wasiliana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa RFI Kiswahili, ama unaweza kutuma ujumbe wako kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza alama kujumuisha 254707888555. Ukiniita okay, Jupita Mayaka nitaitika. Ni kutakie wikendi maridadi, nami ni Hilari Ngati. Kwa heri, uwe makini, usipotoshwe kwenye mitandao ya kijamii.